Nimesikia jana mtu akiongea kwa Senate na nikafurahia sana for the first time. For the first time nikavaadini, kama tutakuwa tunaongea mambo ya project ambayo inasaidia wananchi wa Isiolo, hiyo ndio kazi tunataka wa watu ambao wamechaguliwa national government wafaa. Okay. Serikali kuu imebakia na pesa mingi sana. Na ni jukumu ya viongozi wa national government wahakikishe, tumeshikana, tumesukuma maendeleo inakuja wapi? Tuko pamoja kweli? Na mimi nataka kutangazia watu, ne, jana nimeongea, nimesikia mambo ya airport, kidiskasio sana ya wapi? Na nyinyi mmesikia hata president alikuja mara mingi. Mimi kile kitu siyai kosa kuongea ni mambo ya nini? Ya Isiolo International Airport. Lakini mimi, lakini mimi nataka kuomba na dada yangu ambaye nampenda sana. Siku ile rais alikuja hapa Isiolo, kama watu hawangepangiana fulani masigo, fulani masigo tungekuwa na fursa ya kuambia rais shida yetu ya watu ya nini ya Isiolo. Ni mimi nimeona watu ya Isiolo wako na tabia mbaya sana. Tabia ya kuambia mtu masiko. Masiko unaenda wapi? Masiko ni kusema nini? Mimi niko na contract ya miaka tano na watu ya nini? Hakuna mahali utanipeleka? Utaningoja miaka tano ikiisha utumia baro tukunipeleka nini? Si ni ukweli? Mimi naomba watu ya, watu wa Isiolo tukue civilized people. Tukue nini? Tumeelewana? Mimi nilichaguliwa Nairobi, miaka kumi tu, tu, tu, na tano 2007 mpaka 2013 mjumbe angu. Kwa sababu wenye wako na nguvu ni wananchi Watukufu, wapendwa wa Isiolo nini, County.